Hapa katika dimba la Benjamin William Mkapa. Mbele yangu unaona hapo ni mashabiki wa Young Africans lakini pia yuko na wili shabiki wa Simba Sports Club. Ngoja tuzungumze nao mawili matatu haswa kuelekea katika mchezo wa leo. Watuambie wana kitu gani haswa ambacho cha kutuambia leo ndani ya dakika 90 katika dimba hili la Benjamin William Mkapa dhidi ya Silver Strikers. Asalamu alaykum ndugu zangu. Tuko njema kabisa. Eh, namshukuru Mwenyezi Mungu. Boye boye, boeboe boe, baloko ta wenyewe kunyavu sifuae mvua imemnye yani. baloko ta wenyewe kunyavu. Eh, bwana mimi ngoja nianzie hapa nianzie kushoto au kulia kwangu. Wewe, sema tu wesema tu pepote unapotaka. Bas, naanzia kwako kwa hapa uchebe hakuna hey. hakuna chuma ngapi kabla sijaanzia mbali. Tukichelewa chelewa goli nane wanataka kuwaiga Azam FC timu ya matajiri wana hakuna hakuna golinga. Wewe wewe, ukisema timu ya matajiri usiseme Azamu, sema Yanga ndio mtu wa kwanza kusema mechi bure, afu wote ameiga Azamu ndio kaanzisha hayo mambo, uanzisha wa kwanza wachezaji bure, ingiza timu ya mashabiki. Mashabiki washaingia bure ndani ya nchi hii kuanzisha bule ni Yanga ni wa kwanza, Yusuf Manji. <mukla> Sawa, Yanga na Mamelodi Sundowns. Azam bado haijapanda daraja. Azam bado haijapanda daraja. Yanga na Mamelodi Sundowns sawa. Mechi ilichezwa Mwanza, mechi bule, mechi iliisha tatu tatu. Lakini ah, tajiri kama ta panca... mmoja tu wapi watu wameenda jana, watu wengine wajaingia Kisugu mmoja hapo kamecheka, angalia nje, umeendelea blaza. Kuna utofauti eh, kuna utofauti, kuna tajiri wa mizigo ya pesa na kuna tajiri wa malalamiko na kuna tajiri wa kutumia pesa. Malalamiko, malalamiko. Wewe, Wewe sema. Kwani mbona unajihisi? <laughs> unajihisi? unajihisi? Hebu mpe amalize. Malalamiko. <laughs> <laughs> nani? <laughs> mtandaoni anaingia hasara. Wakati Wakoto anasema Yanga bingwa, yeye wa anasema nimeweka bilioni 87 sijazipata hela zao. Mashabiki wa Simba akili zao zilikuwa barafu, mashabiki wa Simba barafu zinayayuka, yaani yule akisema nimenunua Simba wao wanakubali. Yaani unajua, kuna kitu kimoja, kuna tofauti

utaratibu wake atoi chochote yeye, maa anapata brother. Mimi nasema ukweli, Mo siku akigawa hata pipi, akigawa pipi, haki ya Mungu wa Tanzania tutaingia kwenye kwenye cash, nitaenda mpaka baga Zaza. Mo akigawa pipi Mo, w anamjua wewe. Mo akigawa pipi tu kwa Watanzania hata wakifika hamsini, haki ya Mungu mimi naacha mpira. nani hiyo ba e, ni na na baresa baresa huyo, ngoja huyo baresa, wewe usikubali azamu kama amekunywa maji ya swimming pool, umeelewa eh? Blaza, sikiliza, unasikia? Blaza, blaza, blaza, sikiliza, sikiliza. Wewe Blaza, wewe Chapesa, Chapesa. Twende taratibu. Twende taratibu. Twende taratibu. Blaza, mimi maisha yangu mpaka umri huu unaofika, sijai kula supu ya ngamia, nimekula kwa mara ya kwanza jangwani. Nani alitoa ile ngamia? Nani alitoa? Jio semu Sema! Jio semu Sema! Jio semu Waarabu, kwa mara ya kwanza Mnyama mwenye heshima kichwa chake, au... sikiliza, sikiliza, sikiliza, sikiliza, ngoja. Shida yake haone haone, ngoja, zilikuwa picha. Shida yake hizo. Sikiliza, umesikia? Unajua kuna kitu kimoja, lakini kama ni ngamia pia nani ubaresaia wewe, umesikia hapo? Sasa tuwape ukweli, ndugu zetu. Unajua kuna vitu umesikia, ndugu zetu, tusiwaseme sana. Hawa ni binadamu ambao tunaishi nao, vibuti wanatupiga sana, lakini tunawavumilia. Umenielewa, tuwabebe tu hivyo hivyo. Sasa hivi, unajua sisi ndo tunawasaidia hawa awali ni awali hakuna wali mbovu, umenielewa? Awali ni awali hakuna wali mbovu. Mbovu. Wewe sikiliza ngoja kwanza, sikiliza ngoja, eh, twende taratibu eh. Blaza hmm. Hujawahi tuomba mashabiki wa Yanga kiingilio, huyo kwenye mechi zenu hujawahi tuomba. Kama unabisha bisha hapa hapa Yaani Yanga Ngoja ngoja. wewe Simba waombe msaada kwa Yanga. Sasa mechi gani? Ngoja. Mechi zote mnazo kuja hapa. ngoja ngoja sikiliza mechi zote. Kiingereza. Ngoja kwanza. ngoja Twende. Yaani umeuliza umeuliza kwamba kwenye yeah. mechi zenu hujawahi kumwomba shabiki wa Yanga <gayoso> Kiingereza? Yaani ni muombe yeye alafu nikaingia au? Ugoni mchungu, ugoni mchungu, mhn, blaza, katika maisha yako, katika maisha yako ya soka Ukiondoa Yanga, timu gani inayokupa furaha ya mpira? Eh, najua shisha imeanza kufanya kazi. <laughs> <laughs> <laughs> Imeanza kuingia mahali pake. Ngoja ndio Simba ndio. Ndio, timu pekee. Ngoja, ngoja. mendielewaipaamboya anaongoza mechi za Yanga kuingia kuliko za Simba <laughs> mimi ni mpenda soka na kuja kuangalia kidogo. Mimi mimi nasomea ukocha. Ndio maana kuna siku nisema hata hii Yanga, yule Roman omani, mimi Yanga hiyo akinipa napata matokeo. Ni kama mimi wakinipatia klabu ya Simba yote ile na uwezo wa kuimudu na Simba akabeba dika na ni yeah, kocha naye anasomea. Kwa mimi kwa Yanga anakuja kuangalia mbinu mbinu na mifumo mifumo. Eh, Yaani mimi Mimi mifumo anayofanya kwangu ni usahihi. Yaani mimi nikiingia pale narekebisha kila kitu o kwa kuanzia nafasi ya Ngungu Boy mpaka yule meneja wao mimi naweza kuimudu. Yaani kwa kwa mtu mmoja, hadi kwa meneja wameleta wanakocha kuimuda kwa meneja wameleta wanakocha meneja. Ndio maana nikaona pira, naani pira gani amecheza na nani sasa. Uh, timu inaitwa usingizini rafiki yangu, alafu usingizini msimjana amecheza na sterenibosti kata chumanane, eh. Yeye kamfunga goli tatu, anasema amecheza na kaji wote wa bovu. Hatujamaliza, hatujamaliza, hatujamaliza Chapesa, hebu tukubaliane hapa, maisha ni mwako. Kama hujawahi tenda kosa au hujawahi kosea, niambie Yanga kweli alifanya makosa kufungwa na Silver Strikers? Kama hujawahi kosea, unajua ngoja kwanza Kukosea, yeah. Maisha ni mwako sema Yanga alifanya makosa ya kufungwa na Silver Strikers. Kwa hiyo na Simba pia naye anafanya makosa kufungwa na Yanga. Nani? Tulia taratibu taratibu taratibu taratibu taratibu. Kukosea sio kosa taratibu. Wanasema hivi kufanya kosa siyo kosa, kurudia kosa, e, kosa.